Maktaba yangu ya Ustaz Juma Namusoma ambayo ninayo hapa Dar es Salaam. Hivi vyote ni vitabu waonyeshe hivi. Waonyeshe ukishuka chini. Hizi tafsiri hizi, hizi zote tafsiri za Qurani. Hii ni Baharul Muhiti, Safwatu Tafasir, Ad-Durrul Manthur, Tafsirul Qurani al-Azim al-Karim, Tafsirul Wasit, eh, Al-Jami al-Bayan, Kitab Tafsir al-Fakhr al-Razi, eh?

Sharh majma zawaid zote zina hadithi, ukija huku ni fiqhi eh, ukishuka chini. Sasa <tch> hii ni maktaba yangu ambayo iko Dar es Salaam. Bado na maktaba nyingine iko ingine ipo Tanga nikiwa Tanga, nitawaonyesha maktaba ya Tanga ndio mfahamu, ya kwamba mnaweza mkamchukulia mtu simple, kumbe ni mtu tofauti. Nao ni mashekhe zangu, katika moja ya mashehe zangu huyo ni shehe Kigoda, kama mnamfahamu shehe Kigoda. Na mimi huyu hapo sura yangu, ya hii maktaba iko na picha muhimu hapa. Hii maktaba ina picha huyu katikati ni Sheikh Muhammad bin Ayub. Huyo mwingine ni Sheikh huyu hapa mwenye kanzu nyeupe ni Sheikh Muhammad bin Abibakari al-Burhan. Huyu ni Sheikh Abdallah bin Ayub. Mimi nimemwona Sheikh Muhammad bin Ayub, nilikuwepo Tamta. Muhammad bin Ayub amefariki nikiwa Tamta. Sheikh Abdallah nimemuona. Sheikh Muhammad bin Abibakari nimemuona. Lakini mimi sikubahatika kusoma kwa hawa mimi sikubahatika kusoma kwa hawa. Sheikh Abdallah Ayubu alikuwepo, Sheikh Muhammad Ayubu alikuwepo, na nimembusu mikono, nimemshika sana mikono, nimsalimia, Ayubu, na ndiye alinipokea chuoni. Chuoni bin nimepokelewa akiwepo chuoni, na history kubwa sana mimi, Sheikh Muhammad bin Abubakari, yani naweza nikasema ni mwanafunzi ambaye nilikuwepo, walikuwa wakinifahamu vizuri maana chuoni, unaweza kuwa chuoni baadhi ya walimu wasikufahamu ni nani lakini mimi ni mwanafunzi nilikwepo, yaani nazungumza ukweli ya kwamba sikubahatika kusoma kwa hawa, nilikuwa nasoma kwa walimu wengine, lakini hawa ndio walikuwa viongozi wakubwa. Lakini sasa shekhe wangu mkuu ambaye najinasibisha naye kwake ni shekhe Alimul Alama Hibrul Bahari Ustadhul Humam Sheikhu shuyukh Samir bin Sadiqi Hemedi, Samir Sadiqi Hemedi, ambaye ndio mudiri wa Shamsul Maarif. Huyu ndio shekhe wangu, ndio mwalimu wangu, ananipa maalumati, ndio shekhe wangu. Katika mashekhe zangu wengine, shekhe Rashidi ambaye ni naibu mudiri wa Shamsul Maarif, wamenisomesha hao. Mm, hao ndio mashekhe zangu. Sheikh Samiri bin Sadiki ndio mwa, ndi mwanachuoni ambaye sasahivi wametuachia, wazee wetu hawa ndio waliotuachia. Na mi namuomba Mwenyezimungu subhana wa taala, na pia muniombee Mwenyezimungu aniongoze aniweke upande huu sio kazi kunitukana tu ama kusema vibaya hapa, niombeeni kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anayeongoza waja, anaweka upande huu. Na mimi natamani siku moja watokee watu watu watu wasema, Sheikh Juma, hebu amia huku amia huku. Mwenyezi Mungu amekuweka huku, nitatulia. E, ntasoma sana, nitasomesha dini alhamdulillah. Ipo siku ntasomesha, alhamdulillah, yote hayo yatakuwa kwa hiyo ndio kama hivyo, hiki kitabu tulipata faida jana. Sasa leo ni katika moja ya vitu ambavyo nataka nivizungumzie. Nataka nimzungumzie rafiki yangu Mwijaku, rafiki yangu Mwijaku anadai kwamba filmadhi ni kitendo cha kuamrisha fi'lu madhi fi'lu madhi ni kitendo cha kuamrisha. Sasa mjaa, kunashukuru Mungu, alhamdulillah, unapenda mambo ya kusoma somo, unapenda mambo ya dini. Sasa jaribu sasa hivi utulize kichwa chako ufahamu kwamba mambo ya ilmu yanatakiwa utulize akili, yanatakiwa ya utulize akili. fi'lu madhi sio kitendo cha kuamrisha. fi'lu madhi ni kitendo kilichopita, madha wa fi'lun, kama ukisema dharaba unaambiwa utie, utie irabu daraba, fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath, fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath. Bona, bona fi'lun madhi mabniun 'ala al-fath. Bona fi'l ni kitendo kilichopita ambacho kimewakiwa juu ya nini? Ya fatha. O ni nini maana mabini? Mabini kitu ambacho kimewakiwa, kimejengwa hivyo hivyo, hakibadiliki. Kwa maana filmadhi haiwezi badilika, ukasema fi, yani ikabadilika, kama vile filmudhari. Filmudhari inaweza ikabadilika kwa, ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kuingia baadhi ya vitu kama lam inajazimisha, lam inanasibisha. Kwa hiyo filmadhi ni kitendo kilichopita, ni kama mtu ashapiga, ukasema dharaba, amepiga, ina maana ameshapiga tayari. Ukisema yadhribu, anapiga hivi sasa na kuendelea Ithrib, hadha huwa fiilu amri, hadha huwa fiilu amri. Ukisema Ithrib mabinii ala sukuni. Kwa hiyo fil amri ni kitendo ambacho kimeakiwa jua nini ya sakna Ithrib, hii ndo amri. Kwa hiyo ndugu yangu mwejaku, wewe ni Swahibul kaaba umewee kwenda kwenye kaba ya Mwenyezimungu subhanahu wa taala, ukaombea taifa letu. Mwenyezi Mungu ajalie taifa letu uchaguzi upite salama, lakini hata lugha umesema wale wanaojua lugha ya kiarabu wananielewa. Sasa mbona mi sijakuelewa kuelewa hapo hmm? <laughs> Ima umeghafilika, kama umeghafilika, na kukumbusha. Lakini kama ndivyo unavyofahamu, kwamba filu filumadhi ni kinendo cha kuamrisha maake, umekirudia mara mbili mbili. Sio maana yake hiyo, mwijaku rafiki yangu.